Kwa ya kuomba kuomba, naote, mnafahamu tunapata fursa ya kuwasiliana na Mungu. Maombi ni mawasiliano kati yetu sisi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Kwa hiyo asubuhi ya leo tutapata nafasi tu ya kwenda mbele za Mungu. Nimekueleza kwamba maombi yana uwezo wa kufika mahali ambapo wewe hauwezi ukafika, na Shetani hawezi akakubali wewe ufike mahali ambapo hauwezi kufika maombi yanatupa nafasi ya, na ya kuzungumza na Mungu mwenye nguvu zote na mwenye mamlaka zote. Kuko mahali inawezekana sisi kama Wakristo hatuna mamlaka. Kuko mahali inawezekana sauti zetu haziwezi kusikika kwa wenye mamlaka lakini maombi yanatupa fursa ya kuzungumza na Mungu anayetoa mamlaka kwa wenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe kwao. Kama kuna vitu hatuwezi kuvibadilisha kwa sababu mamlaka yetu ni chache, tunao uwezo wa kumwambia Mungu, shughulika na hawa wenye mamlaka, hapo wanakosea hili na hili na hili na hili. Maombi yanatupa hiyo fursa kama watoto wa Mungu, na adui anajua hilo kwao. Anapotaka kupitisha jambo lake, kitu cha kwanza anachoanza kushughulika nacho, anaanza kuwaondoa watoto wa Mungu kwenye hali ya maombi, anaacha kuwazuia watoto wa Mungu wasiombe, kwa sababu anajua maombi hayo ya jamaa yana nguvu nyingi. Kwa hiyo shetani akitaka kufanya kitu kwenye familia yako atahakikisha, kabla hajaanza kufanya vitu vingine, atahakikisha unaacha kuomba. Akitaka kufanya kitu kwenye Tanzania atahakikisha watu wanaoomba ni wachache au wanaomba kiulegevu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaombea maombi ya kitaifa. Biblia inasema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso. Adui anajua watu wanapoomba. Wote mnajua kuna wakati kwenye hili taifa tulipita pembamba fulani, dunia nzima ilipita pembamba, lakini hili taifa kulitokea kiongozi fulani, alikuwa anasisitiza kama taifa tuombe, na wote mnajua kuna namna vitu vilikuwa vinabadilika. Kwa hiyo watu ambao wanaomba sio watu wa kawaida, na adui akitaka hao watu wao wa kawaida atawazuia kuomba. Tusimame. Asili ya nguvu zangu, asili ya nguvu zetu kama Wakristo. Ni kweli Bwana ni asili ya nguvu zetu, lakini kuna vile vishungi ambavyo tulikuwa tunavizungumza. tuna nadhani umeshaanza kuona namna ambavyo kuna kitu kikosekana. Ukikosa neno la Mungu hata kuomba uwezi, ukaomba nje ya neno la Mungu. Lakini ukikosa imani, nimesema yaani mwaambia imani ni kama kebo kwa hiyo hata ukiomba kama hamna imani, yani yani, yani, yani, yani, yani. ni kama kupiga ngumi hewani, hamna kinachotokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa na neno la Mungu, ukiwa na imani, alafu Mungu mwenyewe hayupo, ambaye anashuka kwenye maisha yetu kwa njia ya sifa, matokeo yake yanaweza yakawa hapo. Lakini kama una hivi vyote, lakini hauombi hamna kitu kinatokea. Bwana Yesu asiwe. Kwa hiyo unataka tu asubuhi ya leo tutaenda mbele za Mungu. Sijajua ni kitu gani kimetokea kwenye maisha yako. Inawezekana ni kwa sababu ya shughuli nyingi. Ni kweli, mtu wa Mungu uko bize, yani uko bize, majukumu ni mengi, ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Kuna vitu vinakukabili ni kweli kabisa, ndani yako yani hakuna mbadala wa kuomba ni kuomba. Yaani kama unatafuta mbadala wa kuomba ni kuomba. Hakuna wakati kama Mkristo unaruhusiwa kuto kuomba. Kwa hiyo nataka tu tukamwambie Bwana Yesu. Inawezekana uko ndani, uko ndani, uko ndani yako. Sijui kitu gani kimetokea, lakini adui amefanikiwa kukuzuia kuomba. Yaani ule mzigo wa maombi ndani yako hausikii tena. Yaani kuna kipindi inawezekana ulikuwa unaomba, unamuomba Mungu, unautafuta uso wa Mungu. Lakini ghafla, sijui nini kimetokea. Unajikuta tu ghafla ile kiu ya kuomba. Ulikuwa unaweza kuomba masaa mawili matatu moja nusu saa sekunde, ghafla unajikuta sahizi unaomba yale maombi yale yale. Chakula tunaomba, tunaombea chakula. Wakristo tukishaombea chakula tunaomba wakati wa kwenda kulala, ili tuskabwe na wachawi. Lakini ile kuomba kama Wakristo, mambo yanatokea kwenye maisha yako, mambo yanaadhika kwenye maisha yako na kama wengine wanavyolalamia, yani, yani fulani, yani nani Yaani una watu wengi una listi ya watu ambao unawalaumu una, una kuanzia serikali ya eh, maana inaongoza kuwaumia. Kuanzia serikali sijui unalaumu watoto, unalaumu balozi, unalaumu unajilaumu na wewe mwenyewe na wazazi, marehemu bibi. Kwa sababu tu hauombi. Bwana Yesu asifiwe. Nionyeshe Mkristo asiyeomba, nitakuonesha Mkristo ambaye maisha yake hayana matokeo. Kwa tuende mbele za Mungu, tumwombe Bwana Yesu, aachilie roho ya neema na maombi ndani yetu. Roho ya neema na maombi, roho ya neema na maombi iachiliwe kwa upya ndani yetu, roho ya kumsifu Mungu. Kwa sababu adui anajua akifanikiwa kuondoa kwenye maisha yetu amefanikiwa kutuzuia, kama ambavyo alifanikiwa kukata vile mishungi kwenye kichwa cha Samson, alifanikiwa kung'oa na macho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa asubuhi leo, mwambie tu Mungu, ninaomba unisaidie, achilie hiyo kiu ya kuomba tena mwambie Roho Mtakatifu uje ndani yangu kwa upya tena, uje ndani yangu kwa nguvu tena. Kama kuna kitu kimetokea chochote, sijui ni kitu gani, inawezekana unajua au hujui, lakini mwambie Mungu achilie tu huo msukumo ndani yangu. Kuna watu mlikuwa mnasikia msukumo kaifa, wa kuomba kwa ajili ya taifa, wa kuombea watoto wako, ulikuwa unaamsha hata watoto usiku unawaombea, lakini tu kasa, kuna kitu kimetokea, utaki tena kuomba. Hata ukija kanisani, wakiwa wanaomba hapa ibadani, unaanza kukasirika. Mwambie tu Mungu arejeshe kwa upya hicho kitu cha maombi, na kama ulikuwa hauna huo mzigo waambie Mungu, ninaomba unipe hiyo roho ya neema na maombi. Ndiyo Bwana, nguvu za Mungu ziko tu kutuhudumia kwa tulio tayari kuhudumiwa na hizo nguvu za Mungu asubuhi ya leo. Mungu yuko tayari kufanya jambo jipya kwenye maisha ya kila ambaye yuko tayari kumpa nafasi asubuhi ya leo. Ndiyo Bwana Yesu, tunakuamini Bwana tunajua unaweza kufanya jambo jipya yeah, kwenye maisha yetu ndiyo Bwana. Mm, unaweza unaweza unaweza emo kozi, unaweza emo

ile kiu ya kukuomba wewe, ile kiu ya kukutafuta inawezekana. Kuna kitu adui amekuachilia kwenye maisha yako, inakuzuia usiombe. Mwambie dukana kugua vitu vyako ulikuwa unaweza kuomba saa mawili, saa moja nusu, saa ulikuwa unaweza kuomba kwa ajili ya maisa, kuomba ya familia yako, lakini tena hauwezi tena. Mwambie tu Bwana Yesu nirejeshee, mwambie tu Bwana Yesu nikaya dikouja oiaji

Katika jina a eni, katika jina la Yesu, Yesu. Yes. Yesu, tumemuomba Bwana na wote tuseme Bwana. Amen. Amen. Yesu asiwe Bwana. Yesu asiwe Mungu. Akusaidie tu huo moto usikubali uzimike ndani yako usikubali moto wa maombi uzimike, hata kama ujisikii. hatuombi kwa sababu tunajisikia kuomba, ila tunaomba. Yesu alisema imetupasa kumwomba Mungu. Mungu, ime Mungu, kwa hiyo hakusema imewapasa kuomba Mungu kwa sababu unajisikia au kwa sababu mnafurahia kuomba, imetupasa kumwomba Mungu. kwa hiyo hakikisha, kama wewe unavuta pumzi, hakikisha unasoma neno, hakikisha unaomba. Bwana Yesu asifiwe. na namna na na nzuri ya kujua kufanya jambo ni kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Useme, nitaomba kesho. Namna nzuri ya kula chakula ni kula chakula. Namna nzuri ya kujua kuendesha gari ni kuanza kuendesha gari. Namna nzuri ya kujua kuomba ni kuanza kuomba. Mungu akusaidie na huo moto usizimike ndani yako katika jina la Yesu Amen. Amen. Amen. Hey, so, yesua yeah, um... so, <laughs> <let's have> <laughs>